E, bwana yani, umeona, yani kwa nchi za Ulaya ikiingia tarehe moja tu mwezi wa kumi na mbili shamla shamla ndo kama wanavyoona hivyo, yani kama Christmas Day ndo yenyewe imeanza. Yani ile mwezi wa kumi na mbili hapa sikukuu ni mwezi mzima, yani ile shamla shamla nini, unaona unaona hivi vibanda hivi hivi kifika tarehe moja Januari tarehe mbili hapa hakuna kitu. Hapa ni ile sehemu ni kwa ajili ya Krismas Day tu, ndio maana kuna vibanda nini, watu wame modify wame wamejenga jenga nile kupendezesha mazingira, ni kwamba ukipita unajua kabisa hii kweli Disemba hii kikweli ni kipindi cha sikukuu za Krismas. Yani unaona mabadiliko ile eneo unalopita, ukipita mwezi wa kwanza hapo hakuna kitu, ila kila mwezi wa kumi na mbili ndo pana kuwa hivi, yani shamla shamla, mataa nini, vitaa nini. Yani unaweza ukapita unaweza ukapita sehemu hiyo usiku ukasema, ah, hivi jamani, meli siku hizi inatembea nchi kavu? Na ukuta jumba limepambwa mataa, hilo utafikiri siku meli, yani inakatiza siku hii nini. Ndo kipindi hiki, yani yani kipindi hiki nchi hii haina giza. UK, hapa hakuna giza, kila unapopita ni mataa, kila unapopita ni mataa. Sasa, vipi nyie, huko mnasubiria Krismas mpaka tarehe ishirini na tano ndo mpike pilau, au nanyie mnaanza kama wenzetu wanavyoanza? Maana hapa tarehe moja tu bilinge bilinge, ndo kama ile hapa, ile ni watu wanaenda kufanya shopping. Unajua Krismas shopping nini, watu wanaenda wanapigapiga shopping. Yani yani sio poa, yani sikukuu naii kabisa, kwamba jamani, eh? kweli hiki ni kipindi cha ja, sikukuu. So mtaani kwetu kwa sikukuu mpaka siku ya sikukuu ile wanze kusika elfu za pilau mtaani nini hivi. Hapa hakuna pilau, hapa ni starehe tu, watoto nini kuenjoy na no, kama hivyo yani. Hivi vitu vyote vinawekwa hivi zile sehemu, yani ikifika, yani ikipita mwezi wa 12 ufikuti tena mpaka mwakani mwezi wa 12. Yani kila sehemu ni michezo ya watoto, ni yani zile enjoyment entertainment, yani kila kitu kikuta Ah, ni Krismas ya Ulaya, ni ya Ulaya tu jamani, e hey. Krismas tunakula mwezi mzima tarehe ishirini na nne na ishirini na tano. Lakini mimi nawaelewa kwa sababu gani, kifika ile ishirini na nne na ishirini na tano, yaani ndio kipindi kile baridi kali, yaani hapo utembee hivyo yani. Baridi linakuwa limechangamka kwa sometime, aku naelewa kufanya nani mapema.